Haya bwana, kwa wapenzi wetu uh, na watazamaji wa Dar Town TV, karibu sana kwenye kidimba ndani ya Dar Town TV na mimi mtangazaji, mtangazaji wako Big Boy Joe ama kibaba cha Kipogoro. E bana, mnamo mwezi wa nne tu mwanzoni Simba wanatarajia kusafiri kuelekea nchini Misri katika mkoa wa Suez kupambana na Al Masri katika mechi ya robo fainali ya kombe la shirikisho barani Afrika. Simba ambayo safari yake kimsingi ilianzia pale katika mechi dhidi ya Alhilali ya Tripoli kutoka Libya, timu ambayo ilikuwa inapigiwa na strike force Mabululu, au sio bana, eh? Ee Simba ilipenya kwenye tundu la sindano baada ya ile mechi ya kwanza nchini Libya kutoka sale, tasa kuja hapa Dar es Salaam. Mabululu aliweka kamba hatua ya kwanza kabisa, huku Simba ikifanya comeback kutoka kwa Kimbu Dennis Prosper pamoja na Leonel Ateba Bida kabla ya Edwin Balua kukandamiza Msumali wa tatu ausbana. Simba ikatimka makundi na ikapangiwa na baadhi ya timu ngumu sana kama SV Bravos Konstantini pamoja na eni ya Tunisia. Simba ambayo ilimaliza kinara wa kundi hili kwa jumla ya takribani pointi kumi na tatu inawapa advantage mechi ya kwanza kuanzia ugen, kuanzia ugenini na kuja kumalizia Dar es Salaam. Hii si mara ya kwanza Simba kuanzia ugenini, walishawahi kuanzia ugenini dhidi ya Kaiser Chief wakakubali kichapo cha mabao manne na kabla ya kuja kuipiga Kaiser Chief hapa goli tatu huku Kaiser Chief akikwalifai kwa jumla ya magoli manne kwa matatu Simba ambao mara nyingi wamekuwa wakiishia hatua ya robo fainali, lakini safari hii wana kocha mkuu anafahamika kwa David Fadus, ambaye amekuwa na consistency ya kiwango bora sana sana sana. Kocha mkuu wa klabu ya Simba anadai ya kwamba ana wachezaji wakali sana, na anapika safu yake ya ushambuliaji ambao sasa hivi inaongozwa na, na Leon Pansu, Kip Dennis na Jean Chale Awa kuhakikisha kwamba safari hii Simba wanagusa nusu fainali ambao wamehimisi kwa muda mrefu sana. Simba mara mwisho aliishia robo fainali kwenye kombe la shirikisho, walitolewa na Orlando Pirates kwa mikwaju ya penati iliyofanyika kule Johannesburg nchini South Africa. Kocha mkuu Fadlu anasema mechi dhidi ya Al Masry itakuwa ni ngumu sana, kwani na wao pia wanapiga hesabu kali kuhusu uwanja wao wa nyumbani lakini kocha mkuu Fadlu Davids amesema wataenda kwa tahadhari, lakini all in all, cha msingi Simba apate point tatu. Wachambuzi wa mambo na wachambuzi wa habari za michezo nchini Tanzania, wakiongozwa na Chief Wilson Oruma, mzee wa Jambia, anaamini tu kwamba warabu watalukaluka. Cha msingi tu Simba kule kama wakupata sare, basi wahakikisha waruhusu magoli mengi, kwani kwa Mkapa umekuwa ni uwanja wa miujiza sana na hapo Simba huogeuzaga kwamba happy birthday kuwa Christmas ama Idi. Baadhi ya washabiki wanadai ya kwamba wameshukuru klabu ya Simba kupangiwa uwanja wa stadio Benjamin Mkapa, kwani Waarabu watakutana na kitu kizito sana. Kafu wao wenyewe wameshatoa ratiba na saa ambazo mechi zitachezwa hizo, huku mechi ya kwanza dhidi ya Al Masry na Simba itapigwa saa moja usiku kwa saa za Afrika Mashariki, na mechi ya pili itapigwa kunako dimba la Stadium de Benjamin Mkapa saa kumi mchana. Jua nzee, hapo wenyewe wanadai mtoto atumwi dukani. Simba wanapiga hesabu kubwa kama wanaweza kurejesha heshima ambayo imepotea kwa muda mrefu kunako michuano ya kimataifa. Okay. Na wewe pia mpenzi mtazamaji, unatoa mtazamo gani kuelekea mechi ya Simba na Almasli? Unaweza kudondosha komenti yako hapo, nasi tutakuja kuruka nayo. Mimi naitwa Big Boy Joe, asante sana.